Mwongozo wa kujifunza Biblia, Julai mbili siku ya Jumatano. Mada ya leo inasema Musa azaliwa. Soma kutoka sura ya pili aya ya kwanza hadi ya kumi. Majaliwa na ulinzi wa Mungu vilihusika vipi katika kisa cha kuzaliwa kwa Musa? Usuli wa historia ya kuzaliwa na maisha ya Musa ni ya kusisimua kwa sababu aliishi wakati wa nasaba maarufu ya mfalme wa kumi na nane wa Misri. Mfalme mmoja wakati wa nasaba hiyo, Tutmose wa tatu, aliyeitwa Napoleon wa Misri, anachukuliwa kuwa mmoja wa mafarao mashuhuri zaidi wa Misri ya kale, ingawa alikuwa chini ya hukumu ya kifo wakati wa kuzaliwa kwake, tazama Kutoka sura ya kwanza 22. Musa alizaliwa kama mwana maalum, neno la kiebrania tob, kihalisi mzuri, Kutoka sura ya pili ya pili. Neno hili la kiebrania linaelezea zaidi ya uzuri wa nje. Neno hili linatumika kwa mfano katika kuelezea sifa ya kazi ya Mungu wakati wa juma la uumbaji, alipotangaza kuwa kila kitu kilikuwa chema hata chema sana. Mwanzo sura ya kwanza aya nne, aya kumi na thelathini na moja. Kama kiumbe kipya mtoto huyu mzuri, kwa mujibu wa mpango wa Mungu atakuwa mtu mzima atakayewaongoza Waebrania kutoka katika utumwa wao. Wakati wa kuzaliwa kwa mtoto huyu, hasa katika hali hiyo ya kuogofya, ni nani angeweza kuwazia maisha yake wakati ujao? Hata hivyo Mungu atatimiza maneno yake kwa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Alifanya agano nao kwamba angewapa wazao wao nchi ya ahadi. Kutoka sura ya pili ya 24 na 25, na ndio angemtumia mtoto huyu mzuri miongo kadhaa baadaye kufanya hivyo. Hadi wakati huo binti mfalme wa Misri Hati shepsuti alimwasili Musa kama mtoto wake. Jina alilopewa Musa lina asili ya Kimisri, likimaanisha mwana wa au aliyezaliwa na, kama mfano wa majina ya Ahmose, mwana wa Ak, au Tutmose, mwana wa Tot. Kwa hiyo jina lake limetafsiriwa katika Kebrania kama Moshe, yaani aliyetolewa, katika uhai wake uliokolewa kimuujiza alipotolewa katika mto. Tunajua mambo machache tu kuhusu maisha yake ya utotoni. Baada ya kuokolewa kimuujiza na kuasiliwa na Atshepsut, Musa aliishi miaka yake 12 ya kwanza na familia yake ya awali. Kutoka sura ya pili ya saba hadi ya tisa. Ellen G. White, wazee na manabii, sehemu ya kwanza, ukurasa wa 251 Kisha Musa alipata elimu bora zaidi ya Kimisri ili kumwandaa kuwa farao ajaye wa Misri. Wazee na Manabii, ukurasa wa 245 Inavutia kiasi gani kwamba hatimaye sehemu kubwa ya elimu hii isingefaa kwa au hata kufanya kinyume cha kile ambacho kilikuwa muhimu hasa ujuzi wa Mungu na ukweli wake. Kwa kiasi gani unajifunza kile ambacho hatimaye hakina maana kwa yale yaliyo muhimu zaidi? Hii ni Julai mbili, mada ikisema Musa azaliwa, siku ya Jumatano. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo idumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.